Sisi kama chama cha United Agreement Party tumechagua kaunti kama Kwale ambao iko na bidhaa tofauti tofauti, wako na madini wako na blue economy na wako na minerals ambao tayari serikali na tunatarajia ya kwamba rais Maraga akiingia atafanya exploitation ya blue economy, atafanya exploitation ya madini ili wananchi wa Kwale wapate pesa, wapate pesa mifukoni, na pia watumie hiyo pesa ku, kuendelesha nchi ya Kenya mbele. And that is the reason why as uh, the Maraga 27 campaign and those of us in the United Government Party uh, which is going to be part of the many coalitions uh, parties that are working with President Maraga's team would like to work with him and we hope that jointly together as the youth of Kwale have said today We will work together jointly to make sure that President Maraga is a reality in 2027. Tumeona vijana wetu wanadhulumiwa, wa vijana wetu wanauliwa kiholelaholela holela. Mpaka sahizi tunapiga jirani, nchi jirani pia inaanza pia kutudhulumu na haki zetu, na serikali yetu bado haijaongea kwa sisi. Tunasema tunasimama kidete na Wakwale, naomba kura ifikapo 2027 Mungu akitujalia, naomba kura za Wakwale na tuweze kubadilisha kwa pamoja, kwa sababu bado hatujaona na hatujakuwa na imani na wale women rep waliokuwa na wenye wamekalia kiti. Kwa hivyo kuna madoadoa mengi yenye tunafaa kuyasafisha ili umuhimu wa uwakilishaji wa wanawake ndani ya Kwale kaunti uweze kuonekana na uweze kutambulikana, ili vijana waweze kufaidika, akinamama, wazee na watu wanaoishi na uwezo maalum. Kwa hivyo tunataka kiongozi z ambaye atakuwa amepeana kipao mbele kuondoa mambo ya ufisadi, na tayari manifesto yake kwanza, amesema yeye anataka kufuta hili jambo la ufisadi. Kwa hivyo sisi kama United Green Movement na coalition zile zingine ambazo atatembea nazo tumekubali kutembea na yeye, ili kwamba maono haya alionayo ya kupunguza ufisadi nchini, ili turudi mahali pale tulikuwa pazuri, kwamba kila mmoja anajitegemea, chakula inamfikia kila mmoja, matibabu yanamfikia kila mmoja, maji yanamfikia kila mmoja, barabara zinaingia kila nyanjani na stima, na watoto wetu wanasoma bila kusumbuka, university wanaingia bila mambo mengi. Kwa hivyo sisi tunaomba kama United Group Movement, haswa kama National Women Leader, nina support vision ya Mheshimiwa Maraga apate nafasi hii. Wakenya, tumsupport aweze kubadilisha hali ile ambayo tuko nayo wakati huu.